All preparation iko vizuri na uh, leo ni siku ya mwisho kwenye maandalizi so, tunajua tunakwenda kucheza uh, mechi nyingine uh, baada ya kucheza mechi nyumbani nao tunakwenda kucheza away, japokuwa tuko Dar es Salaam so haitakuwa mechi uh, rahisi uh, uh, ni mechi nzuri na itakuwa mechi bora i think, kwa sababu uh, Mbeya City wamerudi na Uh, good uh, team uh, good staff unaona, wako na focus uh, kwenye team, jinsi ambavyo unaona inacheza uh, I think moja ya team bora sana, moja ya team bora sana I'm appreciate, uh, kwa hicho ambacho um, wako nacho so far. Uh, tunajua kabisa haitakuwa mechi rahisi. So uh, baada ya maandalizi ya leo, naamini tutakuwa tumeijua um, wachezaji gani ambao tunaweza tukawakosa hiyo uh, siku ya kesho, lakini wachezaji wengine wote wako kwenye hali nzuri. Uh, kuna mchezaji ambaye alipata shida tofauti na Richard Malanya, naye alirudia baada ya kupata uh, shida kwenye mechi ya Namungo, lakini nao amerecover. Tuna tunakwenda tuna, tuna, tuna vizuri na wale ambao walikuwa hawapo nao wamerudi. Uh, kwa sasa kila mmoja yuko kwenye uh, hali nzuri. I think uh, tuone leo siku ya mwisho jinsi gani ambavyo um, tutakuwa tayari zaidi. I think football is all about dynamic. Um, sometimes uh, kuna makosa ambayo inaweza kutokea collective na kuna makosa ambayo uh, inaweza kutokea individual na na group uh, isiane tunaweza tuka collect. I think, uh, tumeona um, ni homework kwetu uh, kwenye attacking phase uh, na defending isiane ambavyo um, tunahitaji ku set up na kuwa well organized uh, kwenye kila minutes na kuwa Uh, kwenye high concentration uh, ya kila minute. Tunajua tunakwenda kucheza na timu ambayo ina safu nzuri watu wa mbele uh, kina Eliudi, Mateo, Vitalis ni uh, wachezaji ambao wako vizuri wako vizuri eh, hasa kwenye matumizi ya nafasi. So far tunaona jinsi gani ambavyo uh, tunaweza tukaweka out kuangalia um, strength zao na nini ambacho tunaweza kudhibiti uh, kujaribu kuangalia pamoja na hicho ambacho umesema um, Mbeya City uh, pia uh, sio kwamba hawana makosa, pia na wao na makosa. Hakuna uh, timu ambayo haina iko perfect kwenye 90 minutes. So tumeangalia kwenye weaknesses zao jinsi gani ambavyo tutaweka out. Hatutasema nini ambacho tutakifanya. So hiyo uh, ni plan na siri ya timu, nini ambacho tunaweza tukafanya, hivyo ni vitu vyote ambavyo um, vipo kwenye board na uh, uh, kujua jinsi gani ambavyo tunaweza tukaviendea kwa maana ya ubora wa opponent alionao na ubora ambao sisi tuko nao a, kikubwa um, mimi mwalimu pamoja na wenzangu a, pamoja na wachezaji tunakwenda mchezo baada ya mchezo kuangalia amizo um, ambazo umesema a, I think tunaweza tulikuwa tuko good kwenye, kwenye mechi na Namungo kwenye hizo transition kulingana na structure ya na Namungo au defending wana defend vipi, sio? Uh, lakini ukaja kwenye uh, Mbeya City ikawa tofauti ukawa upati hiyo nafasi ya kupana, ya kuzipata hizo transition. So sisi tunaamini tume correct na tunatamani kuwa bora kwenye mechi kwenye kila nyakati, ili tuweze ku, kuwa effective kwenye kila kila kila moment, lakini kwa ligi ilivyo, huwezi uh, kuwa na 100% kusema kwa sababu niko nyumbani, unaweza ukawa uka bora muda wote ama unaweza ukawa hauko bora. Ligi ya sasa popote pale unaweza kupata matokeo. Uh, let's say Mbeya City alishinda na KMC uh, akiwa nyumbani pia amepoteza na Prison. Uh, sisi tumepoteza almost two games uh, nyumbani kwa maana ya kupata 1 point, 1 point. Kwa hiyo unaona jinsi gani ambavyo kuna ubora wa hizo timu. Kwa hicho ulichokisema uh, tumehomework na kuona sasa ni namna gani tunahitaji kuwa bora kwenye hiyo game. Sofa atu hatuchezi vile, labda kwa sababu tunakuwa tuko nyuma no, tunaandaa timu kwa kucheza aina ile na kuona jinsi gani uh, ambavyo tunaweza tukamaliza mechi, lakini kitu kikubwa ambacho napongeza vijana uh, uh, kwa sababu hawa give up, tuna jinsi ambavyo tuna play unaona, wanapush mpaka mwisho utakapoona kwamba refa amesema uh, mechi imeisha basi itakuwa imekwisha, lakini ni kitu kizuri uh, uh, kwetu lakini tunahitaji kuwa na, na mwendelezo mzuri zaidi ya huu ambao um, tuko nao uh, tuna collect na kuona jinsi gani tunaendea mechi, time management, time ya game, jinsi gani ambavyo tunaweza tukai, tukaiendea hiyo mechi so uh, I believe kwamba tutakuwa na wakati mzuri uh, kwenye mechi zingine kwenye football iko ina uh, two moment. Ukienda ukaona kwamba amnaweza tu kuchukua matokeo na nikasogea kule, inaweza ikakugame ikakugharimu uh, tutakuwa na tahadhari na tunaamini hicho ambacho umesema ni kweli, tunatamani matamanio ya kila mmoja kwenye staff management player uh, fans wanatamani uh, tuwe na hiyo um, momentum nzuri ya kuweza kusogea kuwa juu zaidi na kwenye nafasi nzuri. So ni, ni nini ambacho tunaweza nikasema, ni kweli tunauendea mchezo hivyo na tunatamani kuwa hivyo, lakini tunapaswa kuona tahadhari sana sana sana kwenye kila nyakati na kuona jinsi gani ambavyo tunaweza tukapata hayo matokeo, lakini it's not easy, it's not easy. We need hard work, determination kuwa na desire uh, ili tuweze ku, uh, kuwa na, na wakati mzuri kwenye mechi. Kwa niaba ya wachezaji wenzangu, sisi tumejiandaa vizuri kabisa, tumejiandaa na mchezo wa kesho. Kutokana na mchezo ambao umeisha, tulipata alama moja, kutokana na mchezo ambao umeisha, tulipata alama moja. Na makosa tuliyofanya sisi kama wachezaji, tumekaa na kujiuliza. Kwa mchezo wa kesho, naamini tutafanya vizuri ili kupata alama tatu. Sisi kama wachezaji tumejipanga na tumejiuliza, kwa sababu mchezo ulioisha ulikuwa nyumbani tume tumejipanga vizuri tumejiuliza, na kesho tumejiandaa kwenda kuchukua alama tatu sisi. So, so kama wachezaji, maboresho tunafanya kutokana na mwalimu wetu pamoja na benchi la ufundi, wanavyo wanavyo tufanyisha tu, tu training, tunarekebisha, na kila tunavyokosea ndo tunavyozidi kujifunza, na game bado zinaendelea. Ina maana unavozidi kukosea ndo unavozidi kujifunza kila kila wakati unavyozidi kwenda. Ah, mashabiki tulipoishia ndo tunapo, tunapoendelea, waje kwa wingi, wasikate tamaa. Hii ni timu yao, sisi tumejipanga vizuri, na wao wasitukatie tamaa, waje kwa wingi uwanjani.